Bana, tuna tunafahamu season imekwisha tayari uh, kwa Manchester United, na kikubwa sasa hivi mabadiliko ambayo yanatarajiwa kutokea, kuna wimbi la wachezaji taarifa kuta, za wachezaji kuondoka. Niko na, na Nandez hapa ili tuweze ku- kuangazia kwamba wachezaji gani wanaondoka kweli, watakuwa wanabakia. Tukiachana taarifa ambazo zilizopo, tunafahamu gani acho watakuwa wanaondoka Victor Lindelof uh, Eriksen, lakini bado kuna kundi kubwa linatajwa la watu a kwamba wataondoka, eko kufuatilia kwako, unafikiri hii ambayo uh, reshuffle inafanyika Manchester inaweza kuwa ni rahisi kwa kuondosha hmm, wachezaji wote ambao wanatajwa kwamba watakuwa kusema kwamba sio ujenzi wa timu? Uh, kwa kawaida lazima hiyo hiyo ishafanyike, lazima uuze watu wengi tena, ulete pia watu wengine, kwa sababu watu wengi wanasema kwamba wanatoa reference Amorim kwa Sporting msimu wake wa kwanza wala limaliza mm -hmm. Yeah. Ili kuweza kufanya rebuild kwa Manchester, kuna ugumu, kwa sababu wachezaji hawa pia mkataba na wengine hawajali uh, career yao, wanachoangalia ni, ni pesa na wengi wana pesa nyingi, kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi kufanya hivyo, lakini kitu ambacho ni tunasema kwamba hakizuiliki, ikiwa kweli ni amri na klabu wanataka wa kufanya badiliko ufanya waadiliko, tbch unaona, watu wanaotajwa wote na wengine ambao taarifa rasmi wanaondoka, inaweza ikaisaidia klabu kwa kiasi gani. Na tunafahamu kwamba kuna hiyo kwa changamoto ya kutaka kujenereti fedha nyingi, lakini je, wachezaji ambao wanaondoka ukiangalia tayari uh, Lindelof mkataba wake umeisha, anaondoka kama mchezaji huru, same to Eriksen. Ndo kama huo. Hawa ambao tunahitaji kuuza, mkataba wake unafika mwishoni, hawa ambao tunawauza ili tu generate fedha, wanahitajika kule sokoni. Sokoni ah, kuna kuna hata ambao wanauzika, mfano Alejandro Garnacho, kimeka sokoni ku serious, nafikiri kuna timu inaweza kumchukua hata katika dirisha la Januari, kulikuwa kuna kwa Chelsea, Napoli walikuwa saini wataripa kwamba walikuwa wanataka saini yake, walishindwa kufikia uh, ile pesa ambayo, pia kuna ambao wana bado bado bado wana, wanaweza wana, kauza sokoni, lakini lakini lakini mtu kama kama anaenda kupata kupata kidogo, unaona, naamini itakuwa ni hasara kwa kwa sababu sababu usidani sasa bado, sasa bado, hivi hivi bado, klabu inalipa Inter. Yeah. Uh, eleonana ele, kwa hiyo bado ni hasara, kwa hiyo sidhani kama anaweza kupata hela ya, ya faida, lakini pia kwa mtu kama kama Marcus Rashford aweza kupata fedha pia, na Rashford hakuna hasara, kwa sababu ni homegrown um, um, kwa hiyo ni metoka academy, kwa hiyo manake ukipata chochote kwake, ni kwako ni faida, lakini Rashford naamini akiwa akiwa kama, ange kama asingeumia angeendea vile vile. Aston Villa nafikiri Wangeweza kuongeza 40 ngapi, ingeweza kupatikana kwa hiyo ungeweza kupata fedha kwa, kwa, kwa, kwa Marcus Rashford. Jadon Sancho pia ni mtu ambaye anaweza kupata fedha pia, lakini pia naye itakuwa ni hasara kwa sababu ya fedha ambayo alijua haijalipa. Lakini mtu ambaye ambaye bado naamini kabisa kimeka sokoni kwa kwa 20 25, bado naamini kuna timu zinaweza zikamchukua kwa sababu bado ana kitu anataka kutoa. Kwa hiyo angalau hao ndio nafikiri anaweza kupata fedha kidogo. Casemiro, Onana wanataja sana pia ni watu ambao wanapaswa kuondoka na timu nzima. Wa taarifa nyingine zinasema kwamba hakuna ambaye hauzi, yani kila mmoja anauzwa. Eh, nisikia wanasema kwamba kwamba kuna watu wanataja wanataja, walisema walisema walisema tu tu Bruno Bruno na wengine Ahmad, kama kama watatu, hiyo walitaja ambao ni ni untouchable. Kwa hiyo wanasema wengine yote ni expendable, anaweza kauza tu, ikitokea timu ambayo inatoa ofa nzuri, hasa kwa mtu kama Casemiro. Unajua, Casemiro Casemiro, changamoto ni kwamba huyu umeenda sio ambaye tulimchukua kutoka Madrid, anawa kwa hiyo hawezi kukupa kile ambacho anataka kukupa, lakini shida pia akasema kubwa ni kwamba anakula mshahara mkubwa. Kwa hiyo ukutana na wa timu za Warabuni, sio ni kama kuna timu Ulaya inaenda kumchukua kwa sababu kosa hiyo. Kwa hiyo kuna ugumu huo, labda kama kuna timu inatoka warabuni kule, Al Hilal au timu gani nyingine ambayo itakubali kumchukua na kuweza kulipa fedha kidogo, Manchester wakamuuza. kwa hiyo itakuwa ni faida Manchester kwa sababu wanafikiri pia kumuondoa, kwa jeko offload baadhi ya fedha kwa sababu analipa mshahara mkubwa pia

maoni ah, yangu ambao wanasema apaondoke ama papate taarifa ya ya hey, zilizopo tukitana taarifa ah, zilizopo, yaani unajumlisha taarifa na maoni yako wewe ah, taarifa zilizopo kwamba ni kwamba watu wengi kwa tu wako sokoni kutokea mm, mm -hmm, tu ofa ukishana kwa taarifa juzi ambayo ni concrete kabisa imetoka kwamba wanataka kutoa pound milioni mia kwa ajili ya Bruno Fernandes na mshahara yake, lakini kwa na mbilsi. Mbilsi ya, lakini kwa klabu inaweza kuchukua mia, na Bruno ana miaka thelathini, Septemba anafika miaka thelathini na moja. Amesisitiza kabisa na naa kwamba ahndpopote afiriotu bado kuna mfutano kidogo. Changamoto ni kwamba klabu ta, lakini yeye mwenyewe anaweka masharti ma, ma magumu kwenye mkataba

Kwa upande wa mabeki uh, nimeanza kuwa na na na na na na na na Martinez Martinez Martinez ni beki mzuri, na up, lakini lakini kuwa na na sana sana injuries mwingine mwingine kwa kwa kwa kwa sababu Yoro wengine wengine hawa watoto bado Luke Shaw Johnny Evans, labda labda labda baki za kabaki, pia pia kuondoka ni kuondoka kabisa. Tabia ni midfield pia kasema nafikiri ni mtu wa kuondoka. Ah, ukienda kwenye labda Napoli pia mimi nafikiri ndo kuondoka, kwa sababu nafikiri kwenye hizi miamba mnafanya kazi. Ah, Rasmus Hojlund naona haijaweki, Garnacho naona haijaweki, of course bado ni mdogo, ana kipaji sana katika mchezo, lakini nafikiri pia kwa sisi miamba hawaweki, lakini pia inaonekana pia kuna issue za attitude, yeah, kwa hiyo pia anaweza akaondoka. Kwa hiyo ah, kama ilikuwa nilishafikwa inafanyika na kama football manager Uh, Rashford, Sancho, Garnacho, Rasmus Garnacho amus Hojlund Lindelof, Casemiro, uh, Casemiro, Luke Shaw you wote hawa wanafikini wakuondoka alafu wanze kujenga timu kwa kwanzia watoto labda kuongezea watu wengine ambao ilanaka kusaidia.